Ni saa kumi na mbili saa za Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Katika Amka na BBC asubuhi hii noam claimed again without so much as a morsel of evidence that he had committed an act of domestic terrorism and wanted to perpetrate violence Ukosoaji mkali waendelea dhidi ya maafisa wa uhamiaji huko Minneapolis kufuatia vifo vya waandamanaji mikononi mwa vikosi vya serikali kuu ndani ya mwezi huu. Rais Trump ahaidi kuwapunguza. Serikali ya Rwanda yachukua hatua za kisheria dhidi ya Uingereza, kudai malipo chini ya mkataba uliofutiliwa mbali wa wahamiaji kati ya nchi hizo mbili. Na katika gumzo leo, tunaangazia hatua gani wanawake wanaweza kuchukua kulinda afya ya ubongo na mwili kwa ujumla wakati wa kipindi cha ukomo wa hedhi chenye changamoto katika kusema kweli, ubongo una uhusiano mkubwa na kichocheo cha estrogen kuadhiri uwezo wa kufikiri kusababisha usahaulifu na kuvuruga mzunguko wa usingizi. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu ukisomwa kwako na Karo Robi. Asante Matha. Rais wa Marekani Donald Trump amesema utawala wake utapunguza operesheni yake ya kuwasaka wahamiaji haramu mjini Minneapolis baada ya maafisa wa kikosi maalum cha uhamiaji kuwaua watu wawili katika mji huo mwezi huu, kitendo kilichochochea wimbi la maandamano ya umma na shutuma kali. Haya yanajiri huku waziri wa usalama wa ndani Christine Noem akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu kufuatia mauaji hayo ya Minneapolis. Viongozi wa Democratic bungeni wametishia kupiga kura ya kutokuwa na imani naye. Republican Tom Tillis amesema Binom anamfanya Rais Trump kuonekana mbaya lakini Rais Trump mwenyewe anasema ana imani naye akiongeza kuwa amefanya vizuri tu katika wadhifa wake. Wakati huo huo, mbunge wa chama cha Democratic Ilhan Omar ameshambuliwa na mwanamume mmoja wakati akihutubia katika hafla iliyokuwa ikifanyika katika ukumbi wa Manispa ya Minneapolis. Polisi wanasema mshambuliaji huyo alimwagia Bi Omar kitu cha kimiminika mwilini. Hata hivyo, alichomwagiwa hakikumdhuru na mdemokrati huyo ambaye ni mkosoaji mkubwa wa Rais Trump. Aliendelea na hotuba yake. Mwanamme alimshambulia amekamatwa na polisi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski amesema watu wanne wameuawa na wengine kadhaa wajulikani waliko baada ya ndege ya Urusi isiyoendeshwa na rubani kushambulia treni iliyokuwa imewabeba abiria kaskazini mashariki mwa Ukraine. Rais Zelenski amelitaja shambulizi hilo kuwa la kigaidi, akisema hakuna sababu yoyote ya kuwaua raia ndani ya treni iliyokuwa imewabeba zaidi ya watu mia mbili. Rais Donald Trump ametishia kuondoa msaada wa Marekani kwa Irak iwapo aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Nur al Maliki atarejea madarakani. Este Lwambano na taarifa zaidi. Bwana Malik aliye na mafungamano na Iran ameteuliwa kuwa waziri mkuu na muungano wa vyama vya kishia ambavyo vina wingi wa uwakilishi bungeni. Al Malik alikuwa waziri mkuu wa Iraq kati ya mwaka elfu mbili na sita hadi elfu mbili na kumi na nne. Kwa mara nyingine rais Trump anaonekana kuingilia mchakato wa kisiasa wa taifa jingine baada ya kufanya hivyo katika uchaguzi wa Honduras na Argentina. Seneta wa zamani wa Ufaransa Joel Guro amehukumiwa kifungo cha miaka minne jela kwa kumwekea dawa za kulevya mbunge Sandrin Joso kwenye kinywaji chake kwa lengo la kumshambulia kingono. Mahakama ilibaini kuwa bwana Guro alimwekea bi Joso dawa aina ecstasy kwenye bilauri yake ya, cha, ya champagne alipokuwa amemtembelea nyumbani kwake mjini Paris. Na serikali ya Algeria imesema itazifunga karibu shule zote nchini humo leo Jumatano na kesho Alhamisi, kufuatia dhoruba kali inayoikumba nchi hiyo. Wizara ya elimu imesema shule katika mikoa hamsini na miwili kati ya mikoa sitini na tisa zitafungwa. Hii ni BBC muhtasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM redio ya shirika na internet katika bbc swahili.com. Nchini Tanzania unatupata kupitia CGFM na ZNGFM visiwani Zanzibar, Kenya ni pamoja FM, Uganda ni Voice of Busoga, na iwapo upo nchini DRC yatege sikio kupitia redio Muungano Beni. Matangazo haya pia tunapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Matha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema maafisa wa uhamiaji watapungua kidogo huko Minneapolis kufuatia vifo vya waandamanaji wawili mikononi mwa vikosi vya serikali kuu ndani ya mwezi huu. Mkuu mpya wa operesheni ya utekelezaji wa uhamiaji Tom Homan anachukua nafasi ya mkuu wa doria ya mpaka Greg Bovino ambaye sasa anatarajiwa kuondoka jijini hapo baada ya ukosoaji mkubwa, pamoja na baadhi ya maafisa wengine takriban elfu tatu wa uhamiaji waliopelekwa huko. David Nkia na maelezo zaidi. Tayari Rais Trump amekanusha kwamba hatua hiyo ni kama kurudi nyuma kwa operesheni yake ya kupambana na uhamiaji haramu, na kusema kwamba ni mabadiliko kidogo anayoyafanya kwa ajili ya raia wake. Tayari rais wa zamani wa Marekani Joe Biden amezungumza kuhusu ukandamizaji huo na kusema kwamba kile kinachotokea kinasaliti maadili ya kimsingi ya Wamarekani. Amesema kama kiongozi mkuu wa nchi, haupaswi kushuhudia raia wako wakiuawa tena bila ya hatia. Wakati huo huo, waziri wa usalama wa ndani Chris Noem anakabiliwa na uchunguzi kufuatia mauaji hayo huko Minneapolis. Wabunge wa chama cha ametishia kumfungulia mashtaka ikiwa Rais Trump hatamfukuza kazi. Kiongozi wa wachache katika Senate Chuck Schumer amemkosoa Bill Noem kwa maoni aliyotoa kuhusu Alex Pretty ambaye alipigwa risasi na kuuawa na maafisa wa serikali kuu siku ya Jumamosi. Merely hours after Pretty's death, saa chache tu baada ya kifo cha Noam alidai tena bila hata kuwa na ushahidi kwamba alifanya kitendo cha ugaidi wa nyumbani na alitaka kuendeleza vurugu. Christ Noam ni mwongo, ni mkatili, pia hana uwezo. Donald Trump lazima amfukuze kazi mara moja kabla Marekani mwingine hajauawa chini ya ulinzi wake. Katika hatua nyingine, mbunge wa chama cha Democratic Ilhan Omar ameshambuliwa na mwanamume mmoja alipokuwa akitoa hotuba katika hafla kwenye ukumbi huko Minneapolis. Polisi wanasema kwamba mtu huyo alitumia bomba la sindano kumnyunyuzia kimiminika kisichojulikana. Mwanaume huyo amekamatwa. Kukabiliana na uhamiaji haramu ilikuwa ni mmoja ya sera za Rais Trump katika kampeni zake za kurejea tena madarakani, sera ambayo iliungwa mkono, ambayo hata hivyo sasa watu wengi wanasema kwamba imegeuka kuwa ukanamizaji dhidi ya raia wake mwenyewe. Taarifa yake David Nkia. Serikali ya Rwanda imechukua hatua za kisheria dhidi ya Uingereza kudai malipo chini ya mkataba uliofutiliwa mbali wa wahamiaji kati ya nchi hizo mbili. Rwanda imewasilisha kesi katika mahakama ya kudumu ya usuluhishi yenye makao yake makuu Uholanzi ikisema Uingereza imeshindwa kuheshimu ahadi ilizotoa katika mpango wa kutuma baadhi ya waomba hifadhi katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hapo awali serikali ya Uingereza ilisema ilikuwa inaangalia kiasi cha fedha kinachoweza kurejeshwa baada ya kufuta mpango huo zaidi na Florian Kaijage. Chini ya makubaliano hayo ambayo yalitiwa saini na serikali ya awali ya chama cha Conservative, Uingereza ilikubali kufanya malipo kwa Rwanda ili kuwakaribisha waomba hifadhi na kusaidia kukua kwa uchumi wake. Lakini baada ya waziri mkuu Sakea Stama kufuta mpango huo mwaka 2024, ofisi ya wizara ya mambo ya ndani ya nchi ilisema pauni za Uingereza milioni 220 katika malipo yaliyopangwa ya siku zijazo isingelazimika kulipwa kwa Rwanda. Msemaji wa ofisi ya mambo ya ndani ya nchi alisema sera ya serikali iliyopita ilipoteza kiasi kikubwa cha muda na fedha za walipa kodi. Serikali ya Rwanda haijajibu ombi la BBC la kutaka maoni yake, lakini wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo ilituelekeza kwenye makala kuhusu mchakato wa usuluhishi katika gazeti la New Times la Rwanda. Kifungu hicho kinasema usuluhishi unahusu utekelezaji wa ahadi maalum chini ya mkataba husika. Serikali ya awali ya Conservative ilitumia pauni milioni mia saba kugharimia sera ya Rwanda ambayo ilikusudiwa kuwazuia wahamiaji kuvuka kuingia Uingereza kwa boti ndogo. Ni watu wanne pekee wa kujitolea waliofika Rwanda wakati mpango huo ulipokuwa ukitekelezwa na Sakea. Alisema mpango huo umekufa na kuzikwa. Muda mfupi baada ya leiba kushinda uchaguzi mkuu mwaka 2024. Mkataba huo ulijumuisha kifungu cha mapumziko ambacho kilisema kila upande unaweza kusitisha makubaliano haya kwa kutoa notisi kwa upande mwingine kwa maandishi. Pauni milioni 700 zilijumuisha malipo ya pauni milioni 290 kwa Rwanda. Desemba 2024, ofisi ya mambo ya ndani ya nchi ilisema malipo zaidi ya pauni milioni 100 yangelipwa ya chini ya mkataba huo, sawa na pauni milioni 50 kila mwaka wa fedha wa 2025/26 na 26 27. Aidha, ofisi ya mambo ya ndani ya nchi ilikubali kulipa pauni milioni 120 baada ya uhamisho wa watu 300 kwenda Rwanda. ni Florian Kaijage. siku meli kubwa za mizigo husafiri katika bahari mbalimbali zikisafirisha asilimia tisini ya bidhaa zote duniani. Lakini pamoja na kuunganisha uchumi wa dunia, meli hizi pia hutoa kiwango kikubwa cha uchafuzi wa mazingira, zikichochea kimya kimya mabadiliko ya tabia nchi. Juhudi za kupunguza hewa chafu zimekuwa za kusuasua na kukumbana na upinzani, jambo linaloacha mustakabali wa usafirishaji wa majini unaozingatia mazingira ukiwa mashakani. Taarifa ya am inawasilishwa na, na Omar Mkambara. Zaidi ya asilimia 90 za biashara duniani husafirishwa kwa njia ya bahari. Kila siku maelfu ya meli za mizigo hukatiza baharini, lakini biashara yote hiyo ina gharama yake. Usafiri wa majini ni chanzo kikubwa cha gesi ambazo husababisha ongezeko la joto duniani. Kama ingekuwa ni nchi, basi ingeshika nafasi ya sita katika orodha ya nchi zinazotoa hewa chafu zaidi duniani. Hiyo ni kwa sababu meli nyingi zinatumia aina ya mafuta ambayo ni miongoni mwa mafuta machafu zaidi. Meli huchangia takriban gigatoni moja au tani bilioni moja ya hewa chafu ya carbon dioxide kila mwaka, na hii inafananishwa na hewa chafu inayotoka katika nchi zenye ukubwa wa Japan au Ujerumani. Hii ni sawa na takriban asilimia mbili hadi tatu ya jumla ya gesi chafu ambayo binadamu tunaweka angani, ikichangia mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza hewa chafu shirika la kimataifa la usafirishaji baharini la Umoja wa Mataifa IMO lilipendekeza mpango wa kufanya usafirishaji wa majini kuwa wa bila kaboni. Meli zinahitajika kutumia mafuta safi kuanzia mwaka 2028 na kufikia kiwango cha hewa chafu sifuri ifikapo mwaka 2050. Wale ambao watashindwa kufuata sheria hiyo, basi watalipishwa kiasi fulani cha fedha. Mwezi Aprili 2025, zaidi ya nchi 100 ziliunga mkono mpango huo, lakini wapo waliorudi London mwezi Oktoba na kumalizia mpango huo, mambo yalishindikana. Upinzani mkali ulitoka kwa nchi zinazozalisha mafuta na gesi kwa wingi. Hii ni pamoja na Saudi Arabia ambayo ilipinga sehemu kubwa ya masharti yaliyokubaliwa mwezi Aprili na kupiga kura ya kuyapinga makubaliano hayo, pamoja na Marekani ambayo imeweka wazi kuwa haioni maana ya kanuni yoyote ya mabadiliko ya tabianchi kutoka kwa shirika la kimataifa la usafirishaji baharini, IMO. Pia kuna shinikizo kutoka sekta ya usafirishaji wa majini, kwani makampuni mengi yamewekeza katika gesi asilia, lakini kanuni za tabia nchi za IMO zinaweza kufanya matumizi yake kuwa ghali zaidi. Wakosoaji wanaogopa kuongezeka kwa gharama za usafirishaji na bei za bidhaa, lakini wale wanaounga mkono wanakubaliana naye, wanadai kuwa athari zake zingekuwa ni ndogo kuliko jinsi wengi wanavyodhani. Na taarifa hiyo inatupeleka viwanjani kwake, Florian Kaijage. Asante sana, Martha Saranga. Hii leo usiku inapigwa michezo 18 ya ligi ya mabingwa Ulaya kuamua timu 8 zitakazofuzu moja kwa moja kwa hatua ya 16 bora na timu nyingine 16 zitakazomenyana katika mtoano wa michezo miwili ya nyumbani na ugenini kupata timu nyingine nane zitakazokuwa zimefuzu moja kwa moja. Miongoni mwa michezo inayotarajiwa kuwa mikali ni pamoja na Napoli ya Italia ikicheza na Chelsea. Napoli inaongozwa na Antonio Conte kocha huyo aliyeipa Chelsea ubingwa wa EPL mwaka 2017 na hajachukua tena ubingwa huo tangu wakati huo. Manchester City inacheza na Galatasaray, ya Victor Osimhen ya Nigeria. Monaco inacheza na Juventus, PSG na Newcastle United na Borussia Dortmund ya Ujerumani inacheza na Inter Milan Italia. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi ya Formula 1, dereva wa Red Bull Isack Hadjar amegonga gari lake katika hali ya mvua katika siku ya pili ya majaribio ya maandalizi ya msimu wa Formula 1 huko Barcelona, Hispania hapo jana. Raiya huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 21 alipandishwa daraja hadi timu ya wakubwa ya Red Bull kwa msimu wa 2026 baada ya msimu mmoja tu katika Formula 1. taarifa zinasema alipoteza udhibiti wa gari kwenye kona kali ya mwisho na kuvigonga vizuizi. Jaribio hilo linafanyika kwa faraga bila kumulikwa na vyombo vya habari huru na Red Bull haijajibu maombi ya kulizungumzia tukio hilo. Mchezaji wa timu ya taifa ya kriketi ya England Joe Root amesema anatumaini kitendo cha naudha wake Harry Brook kusherekea ushindi kwa kubugia bia hadharani kitapokewa kwa tafsiri sahihi. Nahodha huyo wa England alisherekea ushindi wake wa mia moja dhidi ya Sri Lanka kwa kumuiga mwanamieleka maarufu wa WWE, Stone Cold Steve Austin. Hivi karibuni Brok alihusika katika kashfa ya unywaji pombe usiku wa manane ambako alipigwa na mlinzi wa klabu ya usiku kuamkia mchezo huo huko New Zealand alinusulika kuvuliwa unahodha lakini alitozwa faini ya pauni za Uingereza elfu thelathini. Mlinda lango wa zamani wa Yanga mti wa shuga na timu ya taifa ya soka ya Tanzania Peter Manyika aliyefariki dunia Jumatatu wiki hii anatarajiwa kuzikwa hii leo katika makaburi ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Katika miaka ya karibuni, Manyika amekuwa akifanya kazi ya ukocha akiwemo kuanoa walinda lango wa timu kadhaa zikiwemo za taifa za vijana. Miongoni mwa mafanikio yake katika kusakata soka, Manyika alitwaa kombe makombe kadhaa ya ligi ya Tanzania bara na ubingwa wa klabu Afrika mashariki na kati katika mashindano yaliyofanyika Kampala, Uganda mwaka 1999 akiokoa mikwaju miwili ya penalti kwenye mchezo wa fainali dhidi ya wenyeji Sports Club Vila na kushinda kwa penalti tatu kwa moja. Tukomee hapo katika dondoo za michezo asubuhi hii. Mm -hmm. Martha Saranga. Shukran Florence Kaijage <laughs>